Uleo. Sasa kabla hatujaenda mbali, hebu zungumza ulichotaka kuzungumza kwanza bwana. Mimi sikufiche kaka, nikwambie kitu kimoja. Nataka unipe kiasi dakika moja kwa sababu ya hitimu yangu ya zamu. Hassan, zungumze kitu kimoja tu. Nakupa dakika mbili kaka, sio moja. Haya haya, hey. Bwana unajua kaka Umar Katanga ndio timu yetu, michuano wa kimataifa inakwama kila mwaka, inakwama sana mm, lakini sasa Viongozi wangu wa Azamu, wachezaji wanaotuletea wakubwa na wazuri, lakini sasa walete wale wachezaji wamopata angala kombe ya klabu bingwa mara mbili, kufika robo ya klabu bingwa au shirikisho, iwe ushafika kule, wawe wako mavu, wasilete wachezaji kule. Hu mchezaji kana kuwa kwenye ligi kuu, lakini kiasi mwaka mmoja kanapandishwa kwenye ligi kuu kutoka akademi, nchi nyingine, huyu kanakuwa hana ukomavu na michuano ya kimataifa kana mm -hmm. Ehe, huyu kanakuwa hana ukomavu isipokuwa walete wachezaji angalau ile michuano ya kimataifa iweke shafika robo fainali ya klabu bingwa mara mbili au la robo ya michuano ya kimataifa kwenye upande wa shirikisho mara mbili, hapa tutafika makundi. Na hili kila siku meua nataka nipige ni laini hii nipate niwambile viongozi wa Azamu, kwa sababu hawa wachezaji wetu tutaona kama wanachagua gemu za ligi kuu, lakini uwezo wao ndio ushaishia hapa hawa. Isipokuwa waletwe wakomavu waji wachanganywe na kina Msindo. Una namba za wachezaji wa Azamu hizi za first eleven ni humu mm. Waje wachukule kipindi cha mbili, watapobadilisha mfano wachukule wachezaji mfano watano wa michuano wa kimataifa, hao wachezaji watano waweweshafika angalau robo mbili mbili klabu bingwa au shirikisho hatua ya robo, waje wapiganwe na hawa huku, tutafika makundi hela waja hivi, hii timu yetu itataka makundi na itatamani itakuwa kufika ngumu zaka, kama kamakananisikia Popa Yusufu Maharesa na huyu CEO kamakananisikia walifanyile kazi u usajili watakaoneta kesho kutwa blanko tamake samake hapo hapondo shafeli wawalete wachezaji kaliti, iweweshafika robo fainali mbili mbili za klabu bingwa huko kwa mataifa ya kwao au shirikisho iweweshafika angala ro, ro, robo fainali mara mbili mbili, waje wawalete huku wale robo tena, inawezekanasikufikisha kirahisi, lakini haya makundi kiu yetu watatufikisha wale. Aha. kwa hiyo hii hmm. hatua ya kushiriki tu na kuondolewa hawafiki mbali. Inakuumiza wewe? Inaniumiza tena, inaniumiza kwelikweli. Maana mimi sasa hivi nataka nipige kelele kweli kweli, inaniumiza manake, kama niyechoma kisu kwenye maini hasa kwenye mwili hmm. na nasema hivi, wewe Omar Katanga, nisaidie kufikisha kwa viongozi wa Azamu. Nisaidie hasa udifikishe hili kwa sababu kama mi kama kocha tushafukuza miaka mingi na kama wachezaji tushafukuza miaka mingi, lakini tatizo liko hapa na hapa kaka, pamejificha, lakini mimi ndo nimepajua ni, ni kwa hiyo kwa kwa kuwa kwa, kwa pamejificha. Huyu popa huyu vee vee huwa kanatuambia ja hivi, niye mwenyewe sijui tatizo liko wapi, kwa sababu kama wachezaji tunaleta wazuri na me kaka Omar kataka sikufiche, asamkanaleta wachezaji wazuri mm -hmm. Lakini hawana ukomavu nda michuano ya kimataifa kule timu wanazotoka ndio sasaja hizo kidogo, inakuwa kwa kweli si inatusikitisha sana. Walete wachezaji wamefika ngala robo fainali kule mara mbili klabu bingwa au shirikisho. Na, na huyu mzee Bakhresa huyu, mimi ningemwomba huyu huyu tausiwasij wakamfukuza, maana kocha hana matatizo lakini hana rasilimali zile zinazotakiwa kufika makundi kama wachezaji wa Azam tu na kama leo letanu watafanya hivyo tunavyosema, e hata ligi kuu huku katatoboa. Mfano Simba hino semifainali kesha pangiwa na timu moja ya Afrika Kusini, ilipelekwa kule kuvunja utawala, inaonekana kuwa bado haijavunja, na kule piramidi ni sehela kwa Tanzania. Azamu hata kama Azamu kanaboroka kwenye ligi kuu, lakini haiwezekani michuano ya kimataifa tusifike makuti. Watuletele kwaliti ya wachezaji wameofika ngala huzo robo fainali mara mbili mbili kule kwa nchi za kwao, au la klabu bingwa ndo watuletele hapa. sawa, sawa. Umesema jina lako unaitwa hmm, nani vile? Naitwa Machano Haji Ali kutoka Fukuchani kikulacho, lakini leo umaarufu wangu naitwa Haji Mkorea, na ikiwezekana, kwenye kwe, kwenye jingo zenu ukate japo upande udogo uwike kwenye jingo zenu kule, kila mnapotakaza kipindi cha michezo, ili wajue, tuwatambule zaidi. Nimekupata vizuri, kutoka huko Zanzibar, bwana ehe. hela na kuumbaja mwisho mina ya ya mwisho na kuomba kina Popa, ikiwezekana mpigile simu, kwa sababu se mashabiki tu naumia huko Zanzibar, umpigile simu mfahamishe hivyo. Sawa, nitampigia simu na utamsikia inshallah. Eh e, basi mpigile sasa hivi tu msikile, um- um-, um hayo mazo, hizyo, umpe hayo mazo tumavyo kwambia jao, mpeja hivyo mwambieja hivyo sawa. Haina shida, haya nitajamwambia sana, asante sana, asante. Sasa nimpigie popa sasa hivi eh? Sasa nampigie. Eh nampigie, eh.